sawa so, uh, leo tupo airport tumekuja kumpokea mtanzania mwenzetu ndugu yetu ambaye anaishi dubai lakini amekuja hapa kwa lengo kubwa kabisa la kujiandikisha eh, kwa daftari la kudumu la wapiga kura bwana jackson kwema ndugu yangu? kwema kabisa kwema karibu sana tanzania asante shukrani sana shukrani sana mara ya mwisho kuja hapa ilikuwa lini mara ya mwisho nilikuja huku mwezi wa 11 mwaka jana. Eh, mwaka jana alikuja huko. So umekuwa unakuja mara kwa mara e? huwa anakuja kila baada ya muda fulani huwa anakuja Tanzania okay. yeah Dubai una muda gani ha Dubai uh, nimeanza biashara Dubai toka kipindi cha corona okay. toka kipindi cha corona mpaka sasa hivi bado niko napambana, naendelea okay. yeah. na inavyoonekana pengine uh, mpango wa kuja Tanzania kuishi sasa hivi ni ngumu sana kwako. Unajua, unajua nyumbani kwanza ni nyumbani Kaka asikwambie mtu mtu yoyote anaishi nchi yoyote, when it comes about home bro, home is home. Kwa hiyo siku zote nyumbani lazima utarudi nyumbani mone okay. kwa sababu wanasema siku hizi tunatafuta hela ugenini, afu nakuja tunatumia nyumbani mone. Okay. kwa hiyo unatafuta una, una, una hela ugenini unakuja unatumia nyumb... nani kwenye, kwenye nchi yako okay. This is it make more sense, kwa sababu pia lazima unajua watu ambao tunaishi uh, nje ya, ya Tanzania, ni watu ambao pia tunatakiwa tuchochee maendeleo ya nyumbani kwetu, kwa sababu pia tunaona vitu vingi kwenye zile nchi tunaweza pia, unajua ya, ya, ya, tu, ni, ni, ni sehemu mojawapo ya sisi kuweza kutu kuisaidia pia nchi yetu iweze Yeah. So, umekuja nyumbani Tanzania kwa lengo kubwa kabisa kujiandikisha, yes. Eh, kwa daftari la kudumu la wapiga kura. Yeah. Nafahamu nje kuna watu wengi ambao wanakaa kule, lakini hiyo eh, nafasi ya kuja huku kufanya hivi lakini pia mawazo wanakuwa hayana, hawana. Wewe umeona kitu gani ukaamua uje nyumbani kufanya huo mchakato? Kwanza, jambo la kwanza kabisa uzalendo. Unajua mara nyingi huwa tunalalamika. Unajua vijana mara nyingi huwa kwanza unajua mara nyingi sana uh, huwa watu hawapigi uh, kura. Vijana wengi hawapigi kura mona. Kwa hiyo huwezi kupiga kura kama hujafanya nini, hujajiandikisha. Kwa hiyo mi kwangu niliona ni vizuri kama nitakuja nita, nita kujiandikisha ku, uh, kupiga kura nikishajiandikisha kwenye daftari la kudumu maanake mwezi wa kumi lazima nitakuja tena kwa ajili ya nini ya kupiga kura, kwa sababu mimi nimeweza pia kuona nguvu ya nini ya kura yangu kwa sababu mi kura yangu inaweza kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye nchi yangu. Lakini sasa unaweza ukipuuzia kura yangu, hebu niambie, mgombea labda amepata kura milioni moja, moja mpata milioni moja, mwingine kapata milioni moja na moja. Yupi atakuwa uh, na yupi atakuwa ameshinda? Kwa hiyo kura yangu mimi naamini kuwa kura yangu mimi ni ni ya umuhimu sana. Umeona? E, eh, lakini vile vile eh, kilichonifanya ki nije kwa ajili ya kujiandikisha nataka pia niwe mfano wa vijana wengine lakini pia na watu ambao wanaishi nje. Unajua, ukiishi nje sio kwamba unaitupa nyumbani, nyumbani pia ni muhimu, kwa sababu pia kwa kuwa tumesema kwamba tunahitaji tuna, tuna, tuna tuje tusaidie katika gurudumu la maendeleo. Kwa hiyo mwisho wa siku nikaona ngoja nije nyumbani nije nijiandikishe ili niweze kupiga kura Okay. ya kumchagua kiongozi ambaye ataweza kutimiza ndoto ya kwangu hata kama naishi nje lakini pia na, na watu ambao wanaishi hapa pamoja na vijana wote Okay. na nadhani na, viongozi wapo ambao watafanya okay. hivi kwa mfano mama yetu uh, uh, uh, Dr. Samia Suluhu Hassan she's the best one for this yeah, okay. that's why nikasema mimi I have to show up okay. lazima nije nije nionyeshe uzalendo wa kweli kwa kuja kujiandikisha, lakini baadaye pia nitakuja kwa ajili ya kupiga kura sawa sasa so. Jackson uh, tunaona zoezi hili la kujiandikisha limefika tamati na wewe umetua leo Tanzania kwa lengo la kujiandikisha, unaichukuaje uh, hii umekuja kwa lengo la kujiandikisha lakini zoezi limefika tamati? Kwanza nachoamini mimi, mimi nilichelewa kupata taarifa. Ningepata taarifa mapema, ningeweza kuja pia mapema na wazo pia. E, haya mambo mawili yamekuja tofauti. Kwa hiyo baadaye nikasema let me go. Kwa sababu gani? Nikifika naamini uh, viongozi wetu ni wasikifu waelewa, najua lazima pengine patakuwa na utaratibu kwa wale watu ambao labda wamechelewa kujiandikisha, wanaweza wakajiandikisha. Umeona, naamini pia hata pengine kuna sehemu pengine hawajamaliza, ingawaje sina information za kutosha, lakini kama itapatikana chance ya kujiandikisha nitajiandikisha. Okay. Yeah. Sawa. Sasa ukifanikiwa kujiandikisha, so ina maana ikifika wakati wa uchaguzi utakuja? Nitasafiri tena. Tena. Nitakuja Tanzania hmm. Nije nimchague kiongozi wa ndoto yangu ambao naamini atakuja ku Atakuja kuitoa Tanzania hapa tulipo atatupeleka mbele zaidi. Nadhani wewe mwenyewe sasa hivi umeweza kuona vitu ambavyo vinaendelea, umeona rais tuliyokuwa naye sasa hivi vitu ambavyo anavifanya umeona. Kwa hiyo mi naamini kabisa nikija, kum, mimi nikiwa shinikizo mojawapo la kumchagua huyo rais pale alipoishia sasa hivi, atakuja kuendelea na tutakufika naye mbali. Nadhani hata nyie waandishi wa habari mnafahamu dhamira ya rais wetu ya, ya, ya, ya, ya tuliyokuwa naye kwa sasa la mwisho kabisa, una rai gani kwa diaspora wote ambao wanakaa nje, lakini bado eh, kufikiria kama wewe kuja huku nyumbani kujiandikisha, imekuwa sio jambo muhimu kwao, una lipi la kuambia? Mimi kwanza nafikiri kama pangekuwa hata na uwezekano ningeweza kuishauri hata serikali, pangekuwa hata na uwezekano wa kuweza kutengeneza hata kama ni mfumo watu hata madiaspora popote walipo, ongeza hata kupiga kura wale ambao hawana uwezo wa kufika. Umeona, kwa sababu swala la kufika huko Tanzania kwa ajili ya kuja kupiga kura, kaka, nimefanya maamuzi magumu sana, kaka. Kwanza gharama, muda, unajua kazi unakuwa unaacha, una sacrifice kila kitu kwa ajili ya nchi yangu. Kwa hiyo kwa diaspora wale ambao wana uwezo wa kuja Tanzania kwa ajili ya vitu kama hivi wakati mwingine ukitokea, ni vizuri waje, kwa sababu we have to support our country, okay. Umeona, kwa sababu huku ndo nyumbani ukifukuzwa, ukifukuza okay. Eh, ukasikia leo Trump amekufukuza kaka, unaenda wapi? Umekuwa deported, unaenda wapi? You have to come to your home. Kwa hiyo home is sweet home. Mimi naamini sana nyumbani.